Tumesema hapa Aweso anafanya kazi, Aweso ana timu nzuri. Kama Aweso asipopewa pesa za kutosha, ile dhamira ya kumtoa mama ndo kichwani haiwezi kufanikiwa. kama kwa hicho kidogo anachokifanya, anafanya hayo. Waheshimiwa wabunge wenzangu, tuungane, tuibane wizara ya pesa, itoe pesa kwa wakati, ipeleke kwenye mfuko wa maji, itoe fedha kwa wakati ipeleke ikalipe wakandarasi wa maji. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati imesema hapa wakandarasi nchi nzima wanadai bilioni mia tano thelathini na nne na mmesema kuna miradi zaidi ya elfu moja nataka kutekelezwa, inatekelezwaje? Na tumeona tabia ya wizara ya fedha ikianza karibia na bajeti ndio wanaanza kutoa huku mwishoni. Tumetoka kuzungumza wizara iliyopita, wizara ya, ya, ya ujenzi, pesa hazijaenda. Na hii tabia ya kuacha wizara ya fedha, TRA wanakusanya pesa hawapeleki kwenye maeneo ambayo yamewekewa uzio, maeneo nyeti. Tulizungumzia mfuko wa barabara, Mheshimiwa Mdee ametoka kusema leo, mfuko wa maji. Kwa nini pesa haziendi? Hili ni swala la kikatiba fedha ambazo ziko kwenye uzio zinatakiwa ziende zote. Haya, hiyo miradi majimboni kwetu itakamilishaje? Wakandarasi watalipwaje? Wat, mheshimiwa, Mheshimiwa Naibu Spika, mkoa wa Mara peke yake, mkoa wa Mara wakandarasi amini, mkoa wa Mara madeni ya maji ambayo ya yapo bilioni tano nukta tatu Suppliers peke yake wanadai bilioni moja nukta tisa wakandarasi wanadai bilioni tatu, bilioni tatu nukta tatu sisi miradi ya mkoa ni kwetu kule itakamilishwaje? Na hapo kwenye mamlaka yetu ya mji wa maji, mradi tu wa Balili umeisha, lakini mkandarasi bado anadai nani milioni mia nne ukienda Kisangwa bado anadai milioni mia moja hamsini nenda Misisi bado anadai milioni mia moja hamsini Sasa haya mambo lazima tuyaseme, na wakati huyu mtu apewe pesa bado taasisi za kiserikali zinatumia maji zinadaiwa bilioni sitini na moja. Hizo mamlaka zetu za maji zitajiendeshaje? zi... zita na Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka jana ilikuwa bilioni ishirini na sita, imeshut mpaka bilioni sitini na moja. Hatuoni aibu? Alafu mwananchi wa kawaida akichelewa kulipa bili tu ya elfu kumi ya elfu tano wanakatiwa maji. Lakini kuna watu wamekalia bilioni sitini na moja ambayo inafanya alimashauri, ambayo inafanya mamlaka zetu za maji zishindwe kutekeleza miradi yake kwa wakati. Mimi nimeshawahi kukatiwa maji, nilichelewa kulipa bili na hiyo adhabu ilikuwa inanistahili. Kwa nini hizi mamlaka zingine zikatiwi? Kwa nini wananchi wasifikirie? Kuna watu ambao wanaweza wakatumia maji bure kabisa, lakini kuna wananchi maskini wanatakiwa walipe shilingi elfu kumi. Mheshimiwa Aweso, sisi ndio bunge tunapitisha pesa, sisi ndio bunge tupo kwa niaba ya wananchi. Nenda kawakatie maji, unaogopa nini? Nenda kawakatie maji. Mtu ambaye halipi bili hastahili kupata huduma ya maji, bilioni sitini na moja lakini mwananchi ambaye anauza mchicha kule atalipa maji kwa bili kwa elfu kumi elfu tano sio sawa. Tunataka msumeno ukate kote kote, na nilitarajia waziri wa fedha au naibu wake yuko hapa. Naibu waziri wa fedha, unanisikiliza, acha kuzungumza. Wakandarasi wanadai, mmekusanya pesa, pelekeni kwenye mfuko wa maji, wanawake waondokwe na adha ya ku, ya, ya, ya kukan, ya kubeba ndoo kichwani hasa, imagine sisi mamlaka yetu ya maji tu pale Bunda tuna miradi ya bilioni kumi na nne. Taarifa, taarifa. Nilikuwa nampa taarifa Mheshimiwa Bulaya kwamba katika mamlaka zinazodaiwa ama taasisi za serikali JWTZ inadaiwa bilioni 34, jeshi la magereza bilioni 31, jeshi la polisi bilioni kumi, na nyingine nyingi na wizara kibao pia zinadaiwa. Wakatie maji wakose maji ya kunywa kahawa ofisini. Mheshimiwa naibu spika, natolea mfano tu namna gani hii wizara ipati pesa kwetu sisi bilioni kumi na nne tuna miradi tisa. Mradi wa, miun, wa ujenzi wa miundombinu wa maji taka bilioni moja nukta saba imetoka milioni mia tano bado bilioni moja nukta mbili Mradi wa kusambaza maji kata ya Waliku bilioni moja nukta sita haijatoka hata shilingi. Mradi wa kusambaza maji Kisangwa kata ya Mchalo milioni mia saba kumi na sita haijatoka hata shilingi. Mradi wa ujenzi wa bomba kubwa kutoka Migungani kwenda Mlima Kasakwa. Bilioni moja nukta mbili haijatoka hata shilingi. Ujenzi wa tanki kubwa la lita laki sita na sabini Migungani milioni mia nne hamsini haijatoka hata shilingi. Ujenzi wa tanki la lita laki mbili na na elfu ishirini na tano kituo cha kusukuma maji Migungani milioni mia mbili hamsini ujenzi wa tanki la lita moja na nusu Kisangwa milioni mia moja hamsini na sita ujenzi wa wa mitambo mitambo ya kutoa, ya, ya kusambaza maji migungani hadi mlima, mlima, mlima bomani milioni mia saba hamsini ujenzi wa mitambo wa mabomba katika kituo cha kusukuma maji migungani hadi mlima nyiendo bilioni tatu nukta tano. Hizi zote hazijatoka. Haya, mkurugenzi wa... wangu wa jina anaitwa Esther anafanya kazi kama mjampa hizi hela imi atafanyaje hizi pesa na anafanya kazi ameweza kuitoa mamlaka ya maji kutoka klasi C sasa hivi tunajitegemea ameweza kukusanya pesa kutoka milioni mia saba mpaka bilioni moja nukta mbili mpeni hizi bilioni kumi na nne akamilishe miradi haya yote waheshimiwa wabunge haya hayawezi kufanyika kama tusipoibana wizara ya fedha. Wizara ya fedha itaki kubembeleza mawaziri hao wakaombeombe hela kwa mguru. Pesa tukipitisha bungeni, toeni ziende zikabadilishe maisha ya wananchi. Sekta ya maji ni muhimu, maji ni hitaji la msingi. Miradi inawezaje kukamilika kama pesa hazitoki? Miradi inawezaje kukamilika kama taasisi za serikali zinakaa na bilioni sitini na moja getoka watu wangu wanyama toke ungepata maji. Watu wangu wa Bitaragulu ungepata maji. Watu wangu wa Misisi na Kiwasi ungepata maji. Watu wangu wa Kunzugu ungepata maji. Watu wangu wa Changuge ungepata maji. Watu, watu wangu wa Bitiragulu ungepata maji. Watu wangu wa Manyamanyama ungepata maji. Watu wangu wa Balili ungepata maji. Watu wangu wa maji. Watu wangu wa Bunda mjini wangepata maji. Asante.